Je, umeinua macho yako mbinguni ukaona mwandamo mwembamba wa mwezi? Huo si mwezi wa kawaida. Ni ishara ya rehema, ni mlango wa msamaha, ni mwanzo wa safari ya Ramadhan. Mtume wetu mpendwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alipouona mwezi mpya hakuuona tu kwa macho, aliuona kwa moyo, akasima dua hii: Allahumma ahillahu alayna bil amni wal imani wassalamati walislami rabbi wa rabuka Allahu, maana yake, ewe Allah, tujalie kuingia mwezi huu kwa amani na imani kwa usalama na Uislamu, mola wangu na mola wako ni Allah. Subhanallah, hii si dua ya kuutazama mwezi tu, ni dua ya kuomba mabadiliko. Ni kama kusema ya Allah, usiniruhusu niingia ramadhani kama nilivyokuwa jana. Nibadilishe, nirekebishe, nisafishe. Ramadhani si tarehe tu kwenye kalenda, ni fursa ya kufuta makosa ya mwaka mzima, ni nafasi ya kurudi karibu na mola wako, kabla hujui kama utapata Ramadhani nyingine. Unapouona mwezi wa Ramadhani, usiishie kupiga picha. Simama kidogo, inua mikono yako, soma dua hii kwa yakini. Omba amani, omba imani